So guys welcome back to my channel. If you are new to my channel guys, kindly remember to subscribe, share, comment and like my videos guys. Akama ikunguzi just leave it, but ukisikia naongea sense, make sure ume subscribe share tu mtu mwingine iweze kumsaidia. So guys, story ya Rich Kamunge nakumbuka nikifungua hii channel YouTube yangu hii channel yangu, the first video nilieka ilikuwa nikuwa, nil, ilikuwa n, niliongea kuhusu Rich Kamunge guys, saa hii ndo mmegundua Rich Kamunge anaibianga watu since Rich Kamunge, na ilikuwa 20, tuko 2025 ilikuwa 2022 ndio nilieka video ya kwanza ilikuwa naongelelea kuhusu Rich Kamunge, haikukuwa hata na viewers, hakuna mtu alichangia kwa hiyo video nikiwaambia Wakenya fungueni macho, sana sana wala watu wenye wanafanya golf. Nilikuwa naongelelea kuhusu wale wasichana wanafanya golf. Mazee mnaibiwa life, life. Kuna video Rich kamunge alieka TikTok, si moja ama mbili tatu, mi, mi, videos mingi akiongelelea kuhusu venye anapeleka watu Kanada, venye anapeleka wasichana kazi sijui wapi. Yaani uongo mtupu. Yaani kuibiwa hadharani. Sijui watu mnatumianga akili gani. Mimi sijui ile akili natumia ndio wengine wanatumia ama I don't know. Juu, nilienda kwa comment section kwa hiyo feed hizo videos za Rich Kamunge wale watu wenye wana comment huko ni watu wenye wako Saudi Arabia, Qatar, Dubai, wale wasichana wanafanya kazi kwa nyumba. Just imagine. Msichana anaambia Rich Kamunge pale kwa comment section, anakomenda hapo ati Rich, eti niko uh, niko Saudi Arabia na nina nina home next year au mwezi fulani, na nataka unipeleke Canada, naweza tuma, naweza kuwa natuma pesa kidogo kidogo, ndio nikikuja tu immediately uniprosesie niende. Imagine hata kama ni mimi nimefungua kitu kama hiyo niko na hii nimeifungua, ni waibie kabisa, nataka kuwaibia, of which ilikuwa ni ukora mtupu. Vitu mingi Rich Kamunge alikuwa anafanya ni ukora mtupu, hata inaonekana, hata the way that girl my friend, mi hata sijui ni nini sahimu. Naongelelea juu kama nikutajirika, kutajirika, Rich Kamunge ametajirika, na kama ni pesa ya kumtoa hapo ndani ameshapata. Hakuna kufungwa, atafungwa na hakuna hata saa hii venye tunaongea Rich Kamunge ameshatoka huko kwenyako. Mwenye kwenye mnasema ameshikwa ati sijui nini. Saa hii ndio umekuja kugundua Rich Kamunge anaiba. Kuna jamaa alijitokeleza kutoka US akawaambia that Rich Kamunge ni mkora. Rich Kamunge ni mwizi. Hakuna mtu aliamini. Hakuna mtu kabisa aliamini yule jamaa. Ilifanya nikafuata hiyo video yangu mpaka nika delete. Juu ilikuwa na 20 viewers nikiwambia nyinyi wasichana wenye mko Galf mukue careful na, muna, na pesa yenye mnafanyia juu munaibiwa. Utaambiaje Rich Kamungi nikutumiange 50000 mpaka nifike hiyo hiyo 300 and you what guys mko serious? Nikajaribu kujaribu kuweka video, nikajaribu kuongelelea hiyo story ya Rich Kamungi, nikajaribu kuongelelea ah, wasichana wenye wanafanya kazi Galf musindanganyike musindanganywe, ngo hakuna mwenye alisikia au unaona wanapaipayuka hapo wakienda kwa ofisi ya Rich Kamunge, sio ofisi inaitwa aje? Ati sijui nili aliniambia 300, aliniambia sijui nini. Ni hizi takataka zenye tulikuwa tunaongea hapa, na wako wanasikia. Utaendaje huko? Shida imekupeleka hapo, alafu mtu mwingine amekuja kusimama kwa mtandao anawaibia wa, anatafuta pesa pia, ni shida imemleta hapo, ameweka akili yake kuja kuwaibia wewe ufanyange kazi ukimtumianga pesa. Ulisikia wapi?

wengine hata wanaweza wana, wanamwambia wana, wana, wana ati ati Rich Kamunge niko sijui Saudi Arabia, naeza naweza na, na, na, nikipata hiyo pesa naweza rudi Kenya nikuje unipeleke Kanada. Uh, ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Na ukishafanya hiyo yote kuja, ukishapea Rich Kamunge pesa, ukisha, ukisha, richika ukisha uh, kuprocessia vitu zenye hakuna, anakuambia sijui anaenda kukufanyia nini, hiyo ni ngalama Oh, ukinyimwa Ukim, ukimpigia kelele sana, that unamushitua, mushitua sana. Anakuja, anakumainasia vitu mingi 50, 50k 150000 amekukulia Unaona kama kuna kitu umefanya, my friend, si tutafanya nini? Tutapiga kelele ama tutafanya nini? But ni sawa, usijaribu kundanganyika upe, upeane pesa yako kwa vitu ni kuna. Wasichana wengi kabisa tunaongea hapa kila siku, lakini awasikii wasichana wenye wako Gulf. Mimi nilizunguka kila video ya Rich Kamunge chenye anaongelelea, nilikuwa naendanga mpaka kwa comment section. Hebu nikuulize, tuseme mimi ni mwizi na nimeenda pale kwa, kwa, kwa nini kwa kwa kwa comment section ya Rich Kamunge nikijua ni mkora mwenzangu, nimeenda through comments hapo, kwa comments nimesoma, nimepata ukisema ati oh, nikutumiange, si hata nitaweka namba namba ya wangu hapo utume, nitajifanya mimi Rich Kamunge mwingine, nitafanya juu chini. Unjua mkora ni mkora, na anakuanga na akiri mingi. Akiri ya kufanya vibaya inakuanga mingi na inakuchanga haraka haraka, si kama akiri ya kufanya kitu mzuri haikui hivyo haraka haraka lakini akiri ya kufanya kitu mbaya inakuanga haraka. So mkora mwingine ataingia pale kwa comment section, atachukua hiyo comment section hiyo komenti yako yenye umekomenti hapo, kuna pesa unataka kutumia Rich Kamunge, na anakujibu ana reply hiyo hiyo hiyo message hapo hapo, anakuambia hey, guys Rich Kamunge ameimbia watu wengi sana, amewaibia wengi sana, wengi au wengine hata wako chini ya maji hawawezi ongea juu wataki hata aibu, anajua tu kabisa hiyo ni makosa yake, juu akutumia akili. So ananyamazia tu, ni wengi sana wamenyamazia, ni wengi erefukeni kwa pesa yenye mnafanyia nyinyi. Wasichana wenye mnafanya gulf ni nyinyi nawaongelelea. Ukisikia mtu ako Kenya amepatia Rich Kamunge 300k, 400k, huyo eh, mtu huyo, mtu ni mtu, maybe amekosa mahali pakupeleka pesa ama kama ni shamba aliuza, asiangeuza aanzishe biashara yenye inaweza msaidia. Unauza biashara uende upelekee Rich Kamunge, i mean unauza nini shamba, uende upelekee Rich Kamunge pesa yako aje? I make sense? Na huyo mtu Rich Kamunge acheze na yeye ni sawa, but wale watu na, na, na, nini nahurumia na ni nyinyi wasichana wenye mnafanya golf, maze kazi ya golf ni ngumu ngumu sana kazi ya gulf ni ngumu, utumike vibaya na Mwarabu, ufanye yani, uchezee clorox mikono zikae kama zijui nini, ungue mikono miguu kusipasuke pasuka. Uwezi maliza miaka mbili hata usugue hiyo miguu yako aje kama ijapasuka pasuka juu ya clorox, na hizo maflash ma manini hizo vitakataka zote, nawe utumie pesa yako Rich Kamunge ati unataka kuenda sijui Canada sijui wapi. Canada anakupeleka wapi? Mbona huyo Rich Kamunge ajaenda hiyo Canada? hizo kazi zenye anawatuma mwende mkafanya huko, mbona yeye ajaenda kufanya? Kama ana connection, mbona yeye mwenyewe akwenda? Nani hataki kuishi Canada? Mbona yeye mwenyewe ndio wewe utake kwenda kuishi hiyo Canada? Mbona yeye ajaenda kuishi hiyo Canada? Rich Kamunge ajasoma, Rich Kamunge ana certificates, ile kizungu yote anaongea hapa kwa kwa kwa social media hajaenda shule. Mbona yeye mwenyewe akwenda huko kwenda kufanya hizo kazi ama siapeleke watu wakwao wewe unampelekea pesa yako hapo, unafanya kazi, ukimtumianga pesa uko sijui Saudi Arabia ama uko wapi, unafanya kazi, ukimtumia pesa. Hati ya kupeleke Canada Maze. Hii hii inasaidia sana so, Rich Kamunge mkisema ameshikwa ama mseme sijui imefanyika nini, huyo msichana ameshawatengeneza pesa mingi sana. Hivi mkiambiwa amuski wenye amuna akili mnaambiwa amuskii. Ukienda kwa mtu kwa comment section, watu wamecommend hapo ni millions of people, unashindwa what's going on. Ni akili sisi watu hatuna, ama sijui mna support mkora, mna support mwizi. Mtu anawaibia mna msupport aje? Sasa haya akili, waramba wale, wamerambwa ni wengi sana, waongee hawa wanaongea ni wawili watatu, but hakuna mahali mnapeleka Rich Kamunge muongee. My friend, ataachiliwa mtamuona tu, hivi atarudi tu pale kwa ile mtandao, kuwandang'anya tena, ataenda akuche na mambo ingine. Hata sio, hata kuche na hiyo hiyo, hiyo ndo narudi nayo juu a mski amski